Katika tukio la kipekee, utawala wa Trump unajiandaa kupokea ndege ya kifahari ya Boeing 747-8 VIP iliyopewa jina la kasri linaloruka kutoka kwa familia ya kifalme ya Qatar. Ndege hii pana ya kifahari kupita kiasi, inayokadiriwa kuwa na thamani ya takriban dola milioni 400. Itatumika kama Air Force One ya muda kwa Rais Trump hadi mwisho wa muhula wake wa pili. Kisha itahamishwa kwa Taasisi ya Maktaba ya Rais Trump. Ndege hii maalum ya 747-8 inayoaminika kuwa na umri wa takriban miaka 13, hapo awali iliwekewa hadhi ya VVIP na ilitembelewa na Trump mapema mwaka huu huko West Palm Beach. Itakabidhiwa kwa jeshi la anga la Marekani na kufanyiwa mabadiliko na kampuni ya L3 Harris ili kufikia viwango vya usalama na mawasiliano vinavyofaa kwa POTUS. Hatua hii ni ya kipekee, haijawahi kutokea serikali ya kigeni kutoa zawadi ya ndege ya dhamani kubwa kiasi hiki kwa Marekani kwa ajili ya matumizi ya rais. Hati za kisheria kutoka wizara ya sheria ya Marekani na mshauri wa White House zinaonyesha kuwa mpango huu haukiuki kifungu cha katiba kuhusu mapato ya kifalme au sheria za hongo wa kwa kuwa ndege hiyo inatolewa rasmi kwa serikali, si kwa Trump binafsi. Hata hivyo, zawadi hii inazua maswali makubwa ya kimaadili ikizingatiwa dhamani kubwa ya ndege hiyo na ukweli kwamba rais Trump anapanga kuitumia baada ya kuondoka madarakani. Makubaliano haya pia yanaonyesha asira inayoongezeka kuhusu kucheleweshwa kwa mradi wa uingizwaji wa ndege za Air Force One unaosimamiwa na kampuni ya Boeing ndege za sasa aina ya VC25 Alpha zenye msingi wa 747-200 zimekuwa zikitumika tangu mwaka 1990 na ingawa Boeing ilipewa kandarasi ya kuleta ndege mpya mwaka 2018 huenda ndege hizo hazitakuwa tayari hadi mwaka 2029 muda mrefu baada ya urais wa Trump inaripotiwa kuwa Trump alimuomba alimwomba Elon Musk kusaidia kuharakisha mchakato huo lakini kwa mafanikio madogo iwapo makubaliano haya yatakamilika hii kwa mara ya kwanza kwa 747-8 kutumika kama Air Force One, na ni suluhisho la muda lenye kushangaza katika kuboresha kikosi cha ndege za rais kupitia diplomasia ya Guba.